Komenti gani ambazo utajakaozisau dadangu, kwenye kwenye jambo zima hili lote, kwa sababu tunajua kila mtu anasema la kwake, lakini pia watu wanakutazama kama kio cha jamii. Kwenye hili umeweza kushiriki kwa moyo, licha ya kwamba ni majirani kule Karatu na nini. Nini ambacho utasahau kabisa kwa mtoto Nilsa? Ah, kikubwa ambacho sitakisahau ni yani, kwa ujasiri wa wazazi wake Eh, yani kuna mbele nilikuwa najiuliza ili ili mtu yani, ningekuwa mimi hapi ningeweza ningemudu mm. anakuja kumjua yao ya sio sio rahisi. Ujasiri wazazi wake ndio mmenifanya kila nikimwangalia na huyu uh, mtoto Mungu amembariki na kitu kikubwa sana, bado sio kila mtu anaweza kufanya nacho. Kwa hiyo yani ujasiri na jinsi eh, yani jinsi alivyokuwa anajibeba hichi kipindi yani, unaweza kukashangaa ni kama mtu ambaye ana changamoto kama hiyo ambayo anayo ya tu tumefuza na kikubwa kukubaliana na hali halisi na kujaribu kushirikiana na watu yaani, mbona Diamond umem, umemshika sana mkono amen. Wewe Mungu asikuache wewena Mungu awabariki wote kwa kumsupport mdogo wangu jamani, leo kwa kesho kwetu, inshallah kwake keshokoetu sh inawaombea, umemshika mkono sana sana, Mungu awabariki sana amen, amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you kwetu hapa kwa wapo. Kwa hiyo tumecheza wote kwa tu mm -hmm. wote hata walipokuja da tumefanya pamoja kazi, mimi nafanya makeup ya yeah. Kwa hiyo, kwa sababu alikuwa anakuja na kupiga kaja picha na yeye analeta na kufanyia makeup, kwa hiyo sisi tunashirikiana <coughs> kwa kutoka kutoka sasa. <coughs> okay. Hivi alipoumwa mtoto alimpigia simu akakata, kaongea kufanyaje? Kwa hiyo hata tu kama hivyo apostie fanyaje?

Okay. Basi na ndio maana watu wengi walikuwa wanasema, walikuwa wanaona wakajua labda kuna nini, kwa sababu wapo masta na wengi ambao pia nao wengine ambao wamechangia kwa mawazo, kwa kuwaposti, kwa kumsaada, lakini waliona kwamba ukaribu ndio maana walijiuliza. Lakini pia kwa jinsi ulivyokaa baba na baba Nilsa na kitendo walichokifanya, wewe unamzungumziaje hasa? Nilimwambia, yaani wewe si unisemeje? Mimi yani sikutegemea kwa umri wake yule. Angelibeba kama alivyobeba. Sasa ni hata kama kuna wababa wakubwa zaidi yake ambao ni ujasiri wa kubeba jambo kama alivyobeba. Yeye amechukulia kama vile sio changamoto, anachukulia kama baraka. Na tunaona ilivyo fanyika, baraka watu wake wamefikia kama baraka, na umemsupport. Yaani kwa kweli Mungu ambariki. Kwa hiyo natamani wababa wengine waige mfano Baba Nilsa na wasitelekeze watoto wao hata wakiwa na matatizo. Mungu sisi pia tunakupongeza kwa sababu tunaona uko bega kwa bega, lakini naye Mungu atakubariki. Amina. Ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu kulibatizwa katika mauti yake, basi kulizika pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyotukuka katika waku kwa njia ya utukufu wa Baba ioi kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kutuka kwake. Kutijua ni nimokili ya kuwa utu wetu wa kale ulisuhulishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki baali na dhambi lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu, hafu tena wala mauti haimtawali tena. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati kichikio. <todicum> Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa <todicum> na kitu gu kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la aguli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gombo lako unakima yako likarigi Bwana ndiye chumbaji wangu sitakumbukiwa.